Kwingineko wakulima katika eneo la kaskazini mwa bonde la ufa wameingiwa na hofu kufuatia upungufu wa mbolea. Wakulima hao wanadai ingawa mvua imeanza kunyesha wakiwa tayari wametayarisha mashamba yao kwa ajili ya msimu wa upanzi. Upungufu wa mbolea unatishia kuathiri mazao yao baadaye. Baadhi ya wakulima wamekuwa wakipiga kambi nje ya bohari la Eldoret kuanzia tarehe ishirini na tisa mwezi wa Februari, na kufikia sasa hawajafanikiwa. Wakulima hawa wanailaumu serikali kwa kutowasaidia. Yadaiwa kufikia sasa ni magunia ishirini pekee, elfu ishirini kumradhi, ambayo yametolewa, ilhali kaunti ya Wasingishu inahitaji magunia laki mbili. Mimi ni mtu mko kidogo mifuko tatu tu. Tumekaa muda mrefu hivi tatu tu. Angali tukasema angetuangalia hata watu wa kumi warudi chini afatari kidogo. Atupe hata tutoka hapa. Yeye hataki kusikia. Na alikuwa anaenda enda heba heba heba heba aende straight. Haku <laughs> <laughs> tuambia straight tulishindwa. Tutafanya nini? Tulisimama hapa ofisi tuchifungia ofisi tukashindwa. Tulala hapa tukasema tulala hapa. Sasa tukashindwa tukatafuta yeye mpaka kwa gate. Wanatuambia ati fertilizer inakuja, fertilizer iko Mombasa. Mara inakuja wengine wanapata, wengine wapati. Sasa sisi tunakaa tu tukiambiwa wangu tugoje tugoje tugoje. Tunaambiwa tuende tukalipe wamefunga paka account. Sasa wanatuambia tulipe na M-Pesa. Sasa tunalipa na M-Pesa na saa hii makaratasi zote ziko huko ndani. Tumeambiwa tugoje. Alafu wameanza wa kupea ati watu wa, wa cooperative sasa watu wa cooperative wenye tumegojea wapatiwe mpaka saa hii bado sisi hatujapata, na sisi ni magunia kidogo kidogo. Ingawa kuna watu wengine wanataka magunia mingi. Tarehe 29, mwezi wa tatu, na tumeambiwa kama cooperative ni kwamba tusubiri kwa sababu tuliambiwa kwamba wa, wa, wa kulima wadogo wadogo sisi kama cooperative tuliambiwa tungojee tu waweke kwa stoki stoki yetu ambayo tutatupea. Tulikuwa tunahitaji cooperatives ambayo tumekuwa tumeregister by then, tarehe 29 ilikuwa cooperatives 15. Lakini sasa hizi cooperatives ambao wamejiandikisha hapa wanangojea mbolea ni saidi ya sabini. Na mbolea ambayo tulikuwa tumeambia tumeweka stock ni saidi ya kunia elfu kumi na moja. Lakini kufikia jana tu cooperatives wanne walisafiwa. Leo asubuhi wamepewa cooperatives nane. Lakini ilhali wale cooperatives wengine ngali tunangojea. Na pressure ambayo tuko na wanachama wetu ambao tuna handle ni kwamba tuko na presha kubwa sana, na tunaomba tuna serikali kama itawezekana watusaidie, kwa sababu mbolea ambayo iko hapa ni chache sana. Mbolea ambayo tu li tuliambia ulikuwa imekuja hapa ni elfu ishirini, elfu ishirini peke yake.